Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu, mpendwa mtazamaji wangu. Mimi Apostle Supa Mwasongwe nimerudi tena kwa ajili yako. Bado tunaendelea na mchakato wetu wa kiimani wa kuendelea kumjua Mungu na kutafakari neno la Mungu na kutujenga na kuimarika. Bado tunaendelea na series yetu nzuri ambayo inahusiana na maswala ya damu, na nimependa kuita blood blood of chain of blood, chain of chain chain blood, yani mzunguko au mnyororo wa damu katika familia zetu. Na tunavyozidi kuishi, kama utaelewa sana kuhusiana na damu, basi kuna mambo mengi kwenye maisha yako yatabadilika, na ukifuatilia sana damu, kuna vitu vingi utavijua ambavyo yamchini kwa ufahamu kabisa katika maisha yako. Aa, damu, ninaanza kuzungumzia kwamba damu huwa inabeba taarifa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, na taarifa zinazobebwa na damu ziko nyingi sana eh? Zikiwepo kawaida kabisa, na utanielewa kwamba damu inaweza kabeba taarifa za kisayansi. Hii ni kawaida kabisa, mpendo wangu, na unaijua hii taarifa. Ambayo inabebwa na damu huwa inabeba mambo mbalimbali yanayohusiana na mtu mwenyewe, na hizi taarifa zinabeba urithi kutoka mtu hadi mtu kimwili kabisa na mfano wa damu ambayo inabeba taarifa e, inaweza kabeba taarifa, kumbukumbu zinatunzwa kwenye damu kuhusiana na mtu aweje, pua yake, uso wake, nywele zake, rangi, hata kucha, miguu iweje, kutoka kizazi hadi kizazi. Na hii familia utaiona, unakutana kufanya familia fulani wanafanana jinsi walivyo kimaumbile. Ukiangalia kuna koo fulani zinafanana jinsi walivyo kimaumbile. Kwa mfano mzuri, ukiwaangalia Wamasai. Wamasai tunaona ni warefu eh? Na ukiangalia sana tunasema kuna watu wa Singida wanasifiwa kwa uzuri wa sura na kadhalika nini. Hizi taarifa huwa zinabebwa katika damu na wanasayansi kwa kifupi wanaita DNA. Ile DNA inabeba taarifa za mtu kama alivyo, ndio maana ya damu. Sasa tunaposoma kuhusu damu, tunaona kwamba ziko taarifa nyingi zinabeba. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari ishirini na sita na ishirini na saba Utona Biblia inaweka wazi. Mungu anasema ya kwamba, natumfanye mtu eh, kwa, mfano, kwa, mfano, kwa, mfano, kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Ewe eh, mtu akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Ndivyo tunavyosoma. Kwa hiyo, sisi kumbe tupo kwa sura na tasila ya nani ya Mungu. Lakini hizi taarifa ziko wapi? Ziko kwenye damu. Damu inapomtengeneza mtu, basi mtu ndo anakuwa anapata maumbile. Damu inasema mtu huyu awe na mikono. Damu inasema mtu huyu awe na kichwa. Damu inazungumza mtu huyu awe na miguu na kadhalika na kadhalika. Kwa hapo ndio unaviona vile vilivyokuzunguka ni mfano halisi wa Mungu. Ndipo unaona sasa, katika hali ya kawaida mtu anabeba taswira ya familia fulani, anabeba sura na umbile ya, ya, ya, ya, ya familia fulani. Kama ukiona kwa haraka tunaona wenzetu wazungu, wazungu wanapokuwa wamezaliwa au wanapoumbwa katika maumbile yao, wanapua ndefu ile ni nini? Ni taarifa iliyopo katika damu, inazungumza mzungu huyu awe na sura gani. Mwafrika jinsi alivyo maumbile yake tunaona, wengine tuna rangi nyeusi. Hiyo ni taarifa iliyopo katika damu. Mimi hapa nina baba yangu. Baba yangu akinikataa, akisema kwamba mimi sikufahamu, ili waweze kuthibitisha kwamba huyu ni baba yangu kweli. Tunaona tunapima DNA, nini kinapimwa? Inapimwa damu. Ikishapima damu, damu inasema ukweli kwamba huyu ni mtoto wa Mwasongwe au si mtoto wa Mwasongwe. Hiyo damu inayo taarifa kamili ya mtu, inayo taarifa kamili ya vile mtu alivyo, kila kitu kipo katika damu. Na cha ajabu sana, utashangaa, katika damu, mtu anaenda hospitali, anaenda kupima, anaumwa tumbo, daktari anamwambia unaumwa nini? Naumwa tumbo. Anasema ili tujue ugonjwa wako ni nini, inapimwa damu maana kitaarifa za ugonjwa ziko kwenye nini? Kwenye damu. Mtu malaria mtu kisukari, yote magonjwa UKIMWI nini? Damu. Mtu anaumwa malaria, mtu anaumwa kisukari na kadhalika, na mambo yote magonjwa UKIMWI sijui nini, huwa inapimwa damu. Damu ndio inaeleza taarifa kamili za mtu yukoje. Pendwa unayenifuatilia, ukijifunza kuhusu damu, umejifunza kuhusu maisha yako. Sana wengi katika kizazi cha leo tunaishi katika maisha fulani, unajikuta umetumbukia katika aina fulani ya maisha. Sasa pale kwenye yale maisha unayoishi wewe umeishije humo. Kwa mfano, nataka nikakwambia unaweza kukuta mtu amejikuta huko katika mitala. Mtu anajikuta huko katika roho za madeni. Mtu anaweza kujikuta yuko katika mazingira fulani ya kutatanisha. Ana ukimuuliza mikuweje umefika hapa, hawezi kukuambia. Ukikaa naye ukimwambia bwana, kwa nini unasema mimi sitamani kufika hapa, lakini najikuta nimefika hapa. Nini? Kuna taarifa katika damu yako zinazozungumza wewe uweje? Wewe ni nani? Ukitaka kunielewa hiki ninachozungumza, hebu fatilia ukoo wako, fatilia familia yako, fatilia ka chunguza, utagundua familia yenu jinsi walivyo katika level fulani ya maisha, ndivyo hivyo hivyo na wewe upo au unaelekea kuwa hivyo. Kama wao wanaanzisha biashara, wanaishia njiani, utashangaa na wewe biashara ya yako iko inayumba hivi inaelekea kuishia kama wao. Nini kinaendelea? Kuna taarifa inazungumza katika damu ya kwamba sisi ni masikini sisi hatutakiwi kuwa na duka, sisi hatutakiwi kuwa na biashara kubwa. Inazungumza maisha ya mwanadamu. Ukiangalia jinsi ulivyo hapo, ni damu inakuwa imebeba. Sikiliza nikwambie, kuna baadhi ya familia unaweza wakuta wamebeba damu ya ucha. Hii ucha upo katika damu yao, una flow hapo kwenye damu, unahama kizazi hadi kizazi. Unakuta hujawahi shiriki mambo ya kiganga, hujawahi shiriki mambo ya kishirikina, hujawahi kufanya mambo yoyote yale, lakini ukikutana na watu wakikuangalia, wanasema wewe mchawi mtu anakuambia wewe mchawi. Yani, ukifanya jambo lolote hata ukipishana nao kidogo tu sila kwanza atakwalo kutukana watasema wewe si mchawi. Sasa unajiuliza jamani, mbona mimi mnaniita mchawi na hali uchawi si ujui? Kumbe kuna siri ipo katika damu ile. Damu inakutafutia uonekane kwenye sura ya uchawi. Sasa jibu lipo Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel 35:36 Biblia anasema kama mimi Mungu niishivyo, anasema nitakufu, nitakuweka tayari kwa damu na kama ukuichukia damu basi damu itakufuatia. Tumepata neema na Mungu anatoa suluhisho. Kuna mambo yanayofuatilia katika damu zetu, inatakiwa tu tuyachukie, uyakatae. Mimi nasema ukiyakataa, manake hayatakufuata ya, lakini ukisipoyakataa na kuyachukia, yatakufuatilia. Lengo langu ni nini? Nataka damu yoyote iliyo na laana isifuatilie maisha yako. Njoo tuendelee kumwomba Mungu. Jo, endelea kuwa na mimi. Takapokuwa tukiomba, utaona mungu anavyozidi kukuondoa katika damu ambayo inakufatilia ya laana. Ninakuombea kwa jina la Yesu hai, damu yoyote inayokufatilia ambayo inaingia katika maisha yako ikileta taarifa za laana, hiyo ikakatike kwa jina la Yesu. Ndo hayo maombi yangu ninayaomba kwako. Endelea kukaa nami, ukinifatilia kwa siri hii ya damu, mengi utayajua na vingi utavielewa na utabadilika kabisa katika maisha yako. Acha niombe na wewe dakika mbili Baba katika jina la Yesu aliye hai, tazama nimeanza na mtu huyu na ninaendelea na mtu huyu, na ninajua ya mchini katika familia yake kuna mambo mengi yanayomfuatia. Amejaribu kupambana kwa akili zake, ameshindikana. Amejaribu kuomba amejaribu kutoa sadaka ili aombe kwamba jamani hili jambo liondoke, lakini limegoma. Eh Mungu, ninaamini saa imefika ya ukombozi wa mtu huyo. ikiwa kuna damu yoyote inayonena katika mwili wake, inazungumza katika mwili wake, inamletea laana na mapungufu mengi katika maisha yake, ianze kumwachia kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ikavunjike. hiyo chain ikavunjike, mnyororo ukavunjike, hiyo roho ikavunjike, hiyo roho inayosema kwamba lazima awe katika mtala, ikavunjike, hiyo roho inayosema lazima awe katika madeni, ikavunjika hiyo roho inayosema lazima achike, ikavunjike hiyo roho inayosema lazima atoe talaka kwa jina la Yesu ali hai. Damu yako Bwana Yesu ikanene mema kwa mtu huyu, damu yako ianze kunena kwa mema kwa mtu huyu, damu yako inene mema katika mtu huyu, damu yako inene mema kwa jina la Yesu ali hai. Ninaamini imekuwa hata sasa. Pokea uzima, pokea afya njema. Acha tuendelee kusoma kwa ajili ya damu, utaelewa mambo mengi na utafunguliwa kila mahali. Ninakubariki kupitia jina la Yesu. Naitwa Apostle Super Mwasongwe. Karibu, karibu.